Tukiendelea kuangazia mzozo wa kivita kati ya Iran na Israeli, tunafahamishwa kwamba huduma za dharura mjini Tehran nchini Iran zinatafuta vifusi baada ya mashambulizi makali ya Israeli kwenye mji mkuu huo. Ikichapisha kwenye Telegram, jumuiya ya Hilali Nyekundu ya Iran inasema mashambulio ya utawala wa Israeli dhidi ya makazi ya watu yanaendelea, na kwamba wanatoa msaada kwa waliojeruhiwa na walioathirika. Hapo awali Israeli ilianzisha mashambulizi dhidi ya miundombinu ya nyuklia ya